Mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa vyote. So maisha yako, unajikuta wewe ni kama mtumwa tu, yani una una hatua ambazo zinakusaidia kubadilika. Kwa hiyo mtu yoyote, leva alionayo ndicho kiwango cha nini cha kilo. Ukiona mafanikio ulionayo, ndio upako, ndio kiwango cha upako ulionao. Na ukitaka ulazimishe uwe na mafanikio makubwa kuliko upako ulionao yale mafanikio arudi tena vinagoma. Kilo kiforce vinagoma. Kilo kitaka uwe mfanyabiashara mkubwa kabla upako wako haujawa mkubwa. Ile biashara unajikuta kama ulienda kulazimishwa ukakopa mikopo ya watu, utajikuta unanyanyana na vingine vyote, unarudishwa hapo mpaka ile hatua yako ya kilo ifande upako ukue. Yaani mpaka unyanyuke kiupako. Kadiri unakuwa kiupako ndivyo vitu vinakuja vinavyolingana na levo yako ya upako. Sio, unanielewa vizuri? Unanielewa anachozungumza? Yaani, uwezi kupewa upako wa kununua gari wakati roho yako ni mbaya kiasi kwamba hata baiskeli ukiwa nayo unawarushia watu matope. Mungu hawezi kukupa. Uwezi kupata upako wa kuongoza hapa kanisani uongoze watu. Ikiwa tu nyumbani kwako na umdharau mke wako na watu. Yaani kile kilazimisha kanisani uwe kiongozi mzuri. Mungu anakurudisha anasema, ah, bado huko nakotaka kwenda uwezi kwenda mpaka ukue kiroho. Hivi naongea na mtu, eh? Naongea na mtu anielewa. Na ninaomba nielewe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili ubadilike. Amen. Kilo kilazibisha, tunaweza tukakupa nafasi tukaona vitu vizuri ndani wako, unafaa uwe mchungaji, unafaa uwe mwinjilisti, kiongozi, unafaa uwe mwenyekiti wa vijana, unafaa uwe mzee mshauri, unafaa tukikutazama hivyo, unafaa, unafaa kuwa mke wa mtu mzuri, unafaa kuwa mume wa mtu, kwa mtazamu, tukikutazama, ila ukifosi ukaenda huko kabla hujakuwa kiroho, hujapata upako kwenda kule Unashangaa tu mwenyewe unaporomoka unarudi hapo. Ukifasi tukakwenda kwenye uchungaji, unajikuta unashushwa tu unarudi kwa muumini wa kawaida. Ukifasi ukaingia kwenye ndoa, unajikuta ndoa inakushinda unarudi kwa kwa single kabisa. Unaitwa single mama kabisa. Kama alikuwa, yani kabla ukifasi kabla ya kuwa na ule upako wa ku manage vile vitu, Mungu anakushusha mpaka upate upako wa ku operate vile vitu vyako kiasi ukasema, naenda kufungua sisi, tuna kumumbea, kanisa langu sisi, hatuna shida, tunakuombea kabisa na bwana akutambulie. Lakini kama ujawa na upako wa kuanzisha kanisa, utajikuta huko wewe na shemeji yako na mtoto wako, mpaka urudi ukue ujae upako. Ukijaa upako, hautatumia nguvu, yani ile nguvu ya asili hautaitumia akili yako mwenyewe utaitumia. Utashangaa vitu vinaenda tu, vitu vinaenda tu. Yani ukigusa hili linaenda tu ukiomea hili linaenda tu. Kinachofanya kazi ni li upako uliomo ndani mwako. Sisi naongea na mtu. So watu wengi nimefanya research na nimegundua sana, na nimeona nimesoma na vitabu, nimeona shida ya watu wengi wanaingia kwenye hilo anguko, kwa sababu kiwango alichonacho huwa anaamini kwa akili yake, kwa hiyo anaongeza bidii ya kuongeza kiwango asijue kama anaenda kwenye anguko. Yaani kama hivi tuko hapa ni wape tushinda vile mlielewa vizuri. Naongea. Amen. Amen. Na watu tunaelewana, unaona vile tulivyo levo yetu ni kulingana na kiwango cha upako tulichonacho. Narudia tena, vile kanisa lako unavyoliona kiwango tulicho nacho ni kulingana na kiwango cha upako tulionao Kwa hiyo si kuwa mchungaji ndiko kuwa na kiwango cha upako. Unaweza ukawa na kanisa miaka zaidi ya kumi na usifikie leo tulionayo, na kuna mwingine anakuwa na upako wa ajabu, anaanzisha kanisa leo, baada ya mwezi mmoja hilo kanisa limeshaenda mbali sana. Na ni upako unaofanya aende, si fedha aka Amen. Amen. kuja kuelekeza matokeo ishirini lakini utajifunza machache leo. So kadiri unavyokuwa na kumbukumbu ya kili ulichonacho, chanzo ni upako ulionao, utajikuta badala ya kutumia akili kuongeza vingine unatumia nguvu kubwa kuomba upako uzidi. Kufanyaje jamani, unge nileunge mpigia Yesu, manake vile ulivyo ukitamani uzidi hapo utaendelea kuom, kuomba Mungu aachilie nguvu ya upako ndani mwako. Kwa sababu upako atakupa maarifa, upako atakupa akili, utako upako atakupa uwezo, upako atakuletea vitu vingi sana. Kwa badala yake utajikuta wewe unaendelea kujaa upako. Watu tunaona matokeo wa makubwa zaidi. Wewe unaendelea kujaza upako. Sio unaeleweka vizuri. Lakini mtu anayetegemea akili yake, akianza kuona kila kitu kinavyo, anaanza kusema niko na nguvu kweli kweli, niko na akili sana. Anaanza kutafuta nguvu nyingine ya asili na akili nyingine zaidi, ili muone matokeo makubwa zaidi. Anapotafuta nguvu kubwa zaidi, anarudishwa tena chini, mpaka akae kwenye levo ya kiwango cha nini paka alionao. Sasa ninaomba uandike kitu hiki, kitakusaidia.